plastiki tusizitupe ovyo, tuhakikishe kwa kwamba tunakota maeneo maalum ya kuziweka plastiki ili kuhakikisha kwamba baadaye tunazitoa tunazipeleka sehemu ambayo ni dampo ambayo tumeitenga kwa ajili ya kutupa taka zetu katika wilaya uh, yetu ya Tanganyika, jambo ambalo tutakuja kulifanya hapa karibuni. Tutahakikisha kwamba tunatengeneza uh, maeneo ya kutupa, ya bucket kwa ajili ya kutupia taka,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 Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, kama kaulimbiu kitaifa inavyosema mazingira na yetu na Tanzania ijayo tuwajibike sasa dhibiti matumizi ya plastiki, serikali ilipiga marufuku uzalishaji uingizaji, uuzaji na utumiaji wa mifuko ya plastiki kama vibebeo vya kubebea bidhaa tangu mwaka 2019. 20. Lengo la serikali la kupiga marufuku matumizi ya mifuko ya plastiki ni kuepusha athari za kiafya na mazingira zinazoendelea kujitokeza kutokana na matumizi ya mifuko hiyo. Athari hizo ni pamoja na mifuko ya plastiki kuwa na kemikali hatari ambazo zinasababisha magonjwa ya kansa, moyo na uathiri mfumo wa uzazi kwa binadamu. Mifuko ya plastiki kutokuoza au kuchukua muda mrefu kuoza, inachukua takribani miaka mia tano na hivyo kuathiri udongo na viumbe hai vilivyopo ardhini. mifuko ya plastiki imetengenezwa kwa malighafi ambazo hazirejelezeki. Mifuko ya plastiki ikizagaa ovyo kusababisha kuziba kwa miundombinu ya maji taka na mifereji ya maji ya mvua na hivyo kusababisha mafuriko. Mifuko ya plastiki huharibu mfumo wa ekolojia na bayanuai, mfano inapoingia kwenye vyanzo vya maji kuharibu au hatarisha maisha ya viumbe hai wa majini, pia husababisha vipo vifo kwa wanyama wanapomeza mifuko ya plastiki. Mtu hawezi kuingia peponi mpaka awe msafi. Kwa hivyo ina maana hivi huu usafi lazima uanzie ndani, ndani ya moyo, halafu uanzie ndani nyumbani kwako na nje ya mazingira. Kwa hivyo ni wajibu wetu sisi kulishika hili, kama wana majaria. Kwa hiyo lazima tutoe kwanza shukrani kwa mheshimiwa DC alichokifanya leo hii katika uzinduzi huu. Ametukusanisha wananchi wote wa kitongoji hiki au kata hii ya Tongwe mahali hapa Nipongezi sana vilevile kwa mheshimiwa dasi na mkurugenzi wake. Kwa hivyo tu tuseme kwamba kwa usafi ni wajibu wa kila mwanadamu, sio kana kwamba tumelazimishwa hapa ndio mtu afanye usafi. Lazima wewe mwenyewe ujifanye moyo mwe wako usafi, mwili wako safi, mavazi mazuri, mahali pa kulala pazuri, nyumba nzuri, na mazingira mazuri kwa... hii ni Bugoma TV habari.